Hii ni kasra. Leo tunasoma dhamma. Dhamma ndio hii, unaiona hapa, ni kama wao ndogo na inakuwa juu ya herufi, na hii inakufanya usome herufi kwa sauti ya u, sauti ya u. Kwa kama hapa tumeandikia kutubu, hapo juu, kutubu, kisha akaandika kwenye jedwali, upande wa kulia huku, a i u, a i u, katikati hapo ba bi bu, ba bi bu, kushoto ja ji ju

ni la u ma. Vile vile hii hamza ikiwa juu ya umbile la herufi fe mbilarfihiao, kisha chini hapo, azuma azuma, kisha kathura kathura, kisha qaruba qaruba. Sasa chini hapo ni khaliqu khaliqu, kwa hiyo khaa na vuta laamna kasra, kaafna dhamma, khaliku katikati, fawakihu fawakihu, kushoto kawakibu kawakibu. Msanafatia ameandika kulia, halimu halimu, katikati hafidhu hafidhu, kushoto jalilu jalidu, sio jalilu, jalidu, ja. Rafi rafiu, rafiu mujibu mujibu mumitu, mumitu. Iyaku, wa asa wa asa. Kisha sukara sukara na kushoto, wa isa wa isa, kuna vuta kwa sababu ya hiyo alif ya mwisho, alif maksura ambayo inambila kama la ya, lakini haina haina nukta mbili chini. Hiyo ni alif inafanya ifute hiyo herufi yenye fathah ilikuwa kabla yake, ambapo hapa ni sin, isa chini, saibati saibati, na kisha katikati, biayati biayati, kushoto, wanusuki wanusuki, wanusuki. Ulikuwa ni kurasa hamsini na tisa, kurasa sitini. Amtandikia hapo alif pamoja na hamza sikiwa na dhamma, kisha mbele kuna wao wenye sukuni hapo unavuta, unavuta hapo. Na mbele ameandika ya muddu bi miqdari harakataini, anavuta kwa makadirio ya haraka mbili wa Kiarabu. Herufi uavuta na haraka ya dhamma, herufi wawu. Basi herufi kama hapa? Alif uu, haraka mbili uu. Vilevile taa hiyo yenye lama utaivuta haraka mbili tu tu. Kwa tumesoma hapo juu, herufi ikiwa na kasra kisha mbele yake kuna ya yenye sukun, utaivuta tasoma bi. Vilevile alif na hamza zikiwa zina kasra kisha mbele kuna ya yenye sukun, utavuta ile alif na hamza, e i hapa vile vile herufi ikiwa na dhamma na mbele kwake kuna wao yenye sukuni itavuta herufi ya kabla yake. Kwa hiyo hii ni kanuni: kwa wao yenye sukuni itakufanya uvute endapo herufi ya kabla yake na dhamma. Ya yenye sukuni itakufanya uvute endapo kabla yake kuna herufi yenye kasra. Vile vile, alif itakufanya uvute ikiwa kabla yake kuna herufi yenye fatha. Kwa hiyo alif inafanya uvute herufi yenye fatha, ya yenye sukuni inafanya uvute herufi yenye kasra, na wao yenye sukuni inafanya uvute herufi yenye dhamma. Angalia, kuna kulia kumeandika ada yaudu, unavuta hiyo aina yaudu. Katikati yaku zara yazuru, zara yazuru. Kushoto tawafa yatufu, tawafa yatufu. Kana yakunu, unavuta hiyo kafu kwenye dhamma, yakunu. Swama yasumu, swama yasumu. Rama yarumu, rama yarumu chini yapo aiduna aiduna nafuta kwenye ayni ksabi alif na kwenye dal kwenye dhamma kaabeleuna wawo ye sukun yukimuna yuqimuna kisha kushoto yufiduna yufiduna chini yapo yatakhaswamuna yatakhaswamuna katikati yatakhafatuna

Atuthiru nah. sal so, chini hapo, lima yuha lima yuha, katikati ruusiha ruusiha, na talumuni talumuni. Ini hapo, yuzauna yuzauna, katikati yuza maqalidu

shoto yasukuna yasukuna ya yuziluna yuziluna rasulihi rasulihi famaraa famaaraa unasa sitinina moja. Anatuandikia hapo herufi haa akiwa na dhamma, kisha mbele yake kuna dhamma ndogo ambayo iko chini haiko juu ya herufi hiyo, sawa moja na hiyo herufi ha, kama unavyoona hapa. Kisha kaandika mbele nuhu nuhu, ya muddu harakataini, anavuta haraka mbili, kaanna alif maaduma, kana kwamba alif haiko au haipo. Kwa hiyo hapa kutazama, kwenye neno nuhu, kinachokufanya uvute hiyo ha ni wau yenye sukuni. Na sio alif, ni wau yenye sukuni. Kwa hapo utavuta kwa sababu ya wau yenye sukuni, sio alif, kana kwamba hii alif haipo haifanyi kazi hapo, kazi inafanywa na hiyo wao yenye sukuni, ambayo inafanya uvute ha yenye dhamma. Vile hii ha ya mwanzo ambayo ina wao ndogo mbele yake, hiyo wao ndogo pia inafanya uvute hiyo dhamma ndogo, inafanya uvute utasoma hapo huu. Kwa hiyo hii dhamma, ikiwa sawa moja na herufi herufi hiyo, ina dhamma ya kufanya uvute hiyo herufi. Kama hapa ha ina dhamma, kisha mbele yake kuna dhamma ndogo ambayo iko chini usawa mmoja na hii herufi, sio juu yake kama ambavyo inakuwa kawaida, iko chini usawa herufi, kwa utavuta hiyo herufi kwa. Tukianza kusoma huu kurasa hapa, ameandika hapo juu wajahidu wajahidu, katikati wasabiru waswabiru, kushoto warabitu

junuduhu kushoto huko, warasuluhu warasuluhu, nafuatia hapo wautu bihi, wautu bihi, katikati famathaluhu, famathaluhu na nakushoto wadhahiruhu, wadhahiruhu, atasoma huu kurasa pia mpaka chini hapo kwenye shakilatihi, shakilatihi